Leverage in forex trading. What is leverage? Leverage definition yake ni kwamba leverage inamwalau trader a control big amount au large position kwenye market na small amount of capital, kwamba maybe una leverage ya moja kwa ratio mia moja. Hiyo leverage inaweza akasema kwamba maybe una mtaji wa dola elfu moja lakini unaweza ukaingia kwenye market na uka control position za account ya dola laki ni kiasi kwamba ile dola elfu moja unaweza ukaiholdi position za dola laki. So that is what is leverage in the market. Kwa kiasi kwamba inakupa big amount of position ambayo unaweza ukaicontrol na kuiholdi ukiwa na capital ndogo. So what a benefit na riski za, za kuuse leverage. Leverage yenyewe benefit ni kwamba una uwezo wa kucreate a lot of money kwa sababu ni unakuwa na account ndogo, lakini unaweza ukakupa uwezo wa kuingia na large position na ukazicontrol kwenye market, kwamba those large position indapo zikienda on your way unaweza ukaflipu. Unakuta mtu ameflipu dola mia moja mpaka dola elfu moja unakuta mtu kaflip dola mia moja mpaka elfu tano koo that anasapotiwa na leverage, lakini riski yake ni kwamba the time ukiingia na position kubwa of market ikaenda opposite na your direction, maana yake account ni bye-bye. So leverage ina leverage ratio kuna leverage ya kwanza ambayo ni ya moja kwa kumi. Leverage ya pili ni ya moja kwa hamsini. Leverage ya tatu ni ya moja kwa mia moja na leverage ya moja kwa mia mbili, na zipo sekta hadi leverage ya elfu moja na mia tano. So that's it for the leverage position and those are the definitions and those the ways of learning on leverage.